Ndio mwonekano wa kanisa la Waadventista wa, wa Sabato Bukiliguru baada ya kuezuliwa na kusababisha vifo pamoja na majeruhi. Tuliongozana kwenda kumzika mwenzetu Malaloni, tulipofika mvua ikaanza kunyesha, basi tukaenda kujikinga kanisani. Tulipoenda kujikinga kanisani, ghafla upepo ukaja, yaani ukuta ukaanza kuanguka, tukakoswa namna ya kutoka. Sasa watu ikawa ni kuangukiana, ila yote kwa yote tunashukuru Mungu tuliweza kutoka, japo tulikuwa na majeraha, ila tunawapa pole wenzetu ambao wametangulia mbele ya haki. Jina la Bwana litukuzwe. Mimi bahati nzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, nikaruka didishani pale, nikaelekea sehemu za magharibi hivi kukimbia. Sasa wengine tuliowaacha mle, ndio nyumba ikaanguka ikabidi tena tutoke kule kwenye kwenye eneo tulilokimbilia kuja kuanza kuwaokoa wale wenzetu. Baadhi ya majeruhi wanaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Songa Mbele. Kaimu mganga mfawidhi wa hospitali hiyo ameeleza hali za majeruhi kuimarika. Tulipokea maiti wawili ambao tulienda kuwahifadhi mochwali, lakini sambamba na hilo majeruhi tuliokuwa tumewapokea kumi na moja tuliweza kulifaa majeruhi wawili kwenda hospitali ya mkoa wa Simiyu, na hao majeruhi wawili mpaka kufikia leo asubuhi, taarifa tulionayo ni kwamba majeruhi mmoja amefariki. Kwa hiyo jumla ya vifo ni vitatu na majeruhi kumi ambao kati ya majeruhi hawa wote wanaendelea vizuri na wengine waliweza kuruhusiwa jana kutoka hapa katika kanisa la Wadventisto wa Sabato lililopo katika kata ya Nkololo wilayani Bariadi mkoani Simiyu. Rema Evans, Azam News <mulia>